Natoa somo kidogo kuhusu masuala ya ufugaji na uleaji wa vifaranga na kuku na vitu kama hivyo. Katika vitabu vingi sana vya kuhusiana na vifaa vya ufugaji lakini taratibu mbalimbali za ta ufugaji. Yes, leo nakuletea hii hapa hii virutubisho vinaitwa Max X Super Layer. Hivi hapa unaona basi. hivi hapa hivi vinawasaidia kuku wako kuweza kuongeza uwezo wa kutaga. Yaani kuku wako anaongeza uwezo wa kutaga kwa sababu hivi rutubisho vinakuwa vina minerals, vina vitamini, vina pro pro probiotics, ambayo hivi vinasaidia kuhakikisha kwamba huyu mmea, huyu mnyama huyu kuku anapata uwezo wa kutaga, unaongezeka uwezo wake wa kutaga, na bei yake ni nafuu kabisa. Inawaongezea kuku wako aidha wewe ni kuku wa kienyeji, aidha kuku wa layers, au hata kuku broiler. Ni nzuri sana kuitumia hii hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuku wako wanataga bwana. Kuku wanataga, wanataga, wanataga sana kwa sababu unatumia hii hapa. Umeona basi. Ina kila kitu imeandikwa huko. Kwa hivyo hivi virutubisho tunavyo vingi ndio kwa ajili ya kuku wa nyama, tunapo kwa ajili ya kuku wa mayai, ndio kwa ajili ya ng'ombe, tunapo kwa ajili ya mbuzi, ndio kwa ajili ya vitu vingi sana. Hivi virutubisho vipo. Kwa karibuni sana tuko dukani hapa leo. Kama unaviona vifaa viko vingi sana na hizi hapa, kama unaona hii hapa, hii ni mashine tenga tenga. Hii hapa unaona, kuna mashine mbalimbali hapa. Okay, tunasema mashine za kuuisha vifaranga na kila kitu. Hii ni kwa sababu tunakujali wewe, mfugaji, na leo ni Ijumaa. Ijumaa karimu, Ijumaa karimu.